Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliff Oudit. Taarifa yetu kuu usiku huu, maandamano yameshuhudiwa kwa siku ya pili mfululizo katika baadhi ya miji nchini Tanzania, ikiwemo katika mpaka wa Namanga kati yake na Kenya, huku matokeo ya awali ya uchaguzi yakitangazwa. Tume ya uchaguzi nchini Tanzania, INEC, imeanza kutangaza matokeo ya awali ya uchaguzi wa urais uliofanyika jana Jumatano. Hadi kufikia sasa, tume imetangaza matokeo kutoka kwa majimbo 19 kati ya zaidi ya majimbo 200, ambapo kwa majimbo hayo mgombea wa urais kupitia tikiti ya chama tawala CCM, Samia Suluhu Hassan, anaongoza kwa zaidi ya asilimia 90 ya, ya kura zilizohesabiwa. Matokeo zaidi yatatangazwa kesho. Hayo yanajiri wakati maandamano yakiripotiwa katika maeneo kadhaa kwa siku ya pili mfululizo katika baadhi ya miji ya Tanzania ikiwemo katika mpaka wa Namanga pamoja na eneo la Meriwa huko Dodoma, Mwanza na jijini Dar es Salaam ambapo polisi wamewatawanya waandamanaji. Mtu mmoja anahofiwa kufariki na wengine kadhaa kujeruhiwa katika makabiliano na polisi. Katika mpaka kati ya Kenya na Tanzania. Shirika la Amnesty International limesema kwamba tangu jana takribani watu wawili wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na waandamanaji wanaotaka mageuzi ya uchaguzi. Polisi vile vile wameripotiwa kufunga barabara ya Singida kuelekea Arusha kwa hofu ya kuzuka kwa maandamano zaidi. Mkuu wa jeshi la ulinzi la wananchi la Tanzania, Jenerali Jacob John Mkunda, katika hotuba kwa taifa iliyopeperushwa na runinga ya TBC muda mfupi tu uliopita, amewaonya watu ambao wamewataja kuwa wahalifu wenye mipango ya kuendelea na maandamano kusitisha mipango yao mara moja au watakabiliwa vikali. Jenerali Mkunda amesema kwamba kutokana na ghasia zilizoshuhudiwa jijini Dar es Salaam na kwingineko tangu jana, jeshi la ulinzi likishirikiana na vikosi vya usalama wa kitaifa limedhibiti mji wa Dar es Salaam, na vikosi husika vitaendelea kuwa pale hadi hali ya amani itakaporejea. Jana tarehe 29 Oktoba 2025 nchi yetu ilikuwa na zoezi la uchaguzi mkuu. Wakati zoezi hilo likiendelea, kulitokea vitendo vya kihalifu vilivyotekelezwa na baadhi ya watu wahalifu wasiolitakia mema taifa letu katika maeneo mbalimbali mbali ya nchi. Vitendo hivyo vilihusisha uharibifu wa miundombinu ya umma, mali za umma na za watu binafsi. Vitendo hivyo ni uhalifu usiokubalika ambao lazima ukomeshwe mara moja. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vimedhibiti hali hiyo na vinaendelea kuimarisha hali ya usalama nchini. Ndugu wananchi, ikumbukwe kuwa nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya sheria ambayo lazima izingatiwe na kuheshimiwa. Kutokana na hali hiyo, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawataka watu wote wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu kuacha vitendo hivyo mara moja ili kuepusha madhara yasiyokuwa ya lazima kwa ustawi wa jamii na taifa letu. Endapo vitendo vya uhalifu vitaendelea, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama vitaendelea kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria awali msemaji wa serikali ya tanzania gerson msigwa alitoa taarifa ya kuwataka watumishi wa umma kuendelea kufanya kazi nyumbani kesho ijumaa isipokuwa tu wale ambao majukumu yao ya kikazi yanawahitaji kuwa katika vituo vyao vya, vya kazi katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao msigwa amesema na hapa namnukuu tangazo hili linafuatia angalizo la kiusalama lililotolewa na jeshi la polisi tarehe 29 oktoba ya mwaka 2025 vilevile wanafunzi wote wa shule na vyuo endeleeni kujisomea mkiwa nyumbani Mwisho wa nukuu. Wafanyikazi wa sekta za kibinafsi pia wametakiwa kufanya kazi nyumbani kama majukumu yao sio ya dharura, huku wananchi ambao hawana ulazima wa kutoka majumbani wakishauriwa kufanyia kazi nyumbani. Haya yanajiri siku moja tu baada ya mkuu wa polisi kutoa amri ya kutotoka nje usiku jijini Dar es Salaam, na haijabainika amri hiyo itaendelea hadi lini. Sasa tunaelekee visiwani Zanzibar, ambapo tume ya uchaguzi imekuwa ikitangaza matokeo ya kura, na muda mfupi tu uliopita, tume ya uchaguzi Zanzibar imemtangaza Dr. Hussein Mwinyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais visiwani Zanzibar. Mwenzetu Sami Awami anajiunga nasi mubashara sasa kutoka Zanzibar. Awami, tupe ripoti kamili ya tume ya uchaguzi na tangazo lao la muda mfupi uliopita.

Naam, asante sana Awami. Uh, shukrani sana Awami kwa hilo, tutarudi kwako uh. Kumbuka kwamba tunaungana na Awami bado kwa njia ya simu kwa sababu mitandao haina uwezo uh, haina wa kuweza kuungana naye, lakini kama nilivyotaja ni kwamba tume ya uchaguzi kisiwani Zanzibar muda mfupi tu uliopita imemtangaza Dr. Hussein Mwinyi kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Tizama, kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar kuwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na um, swali ni Rais Hassan Mwinyi ni nani haswa? Huyu hapa Agnes Penda na maelezo zaidi kumuhusu. Daktari Hassan Mwinyi aliyezaliwa mwaka 1996 amekuwa rais wa Zanzibar tangu mwaka 2020. Ni mwanawe rais wa zamani wa taifa hilo, Ali Hassan Mwinyi, ambaye pia wakati mmoja alikuwa rais wa Tanzania. Katika uchaguzi wa sasa Mwinyi ambaye amegombea kwa chama cha CCM amekuwa akishindana kwa karibu na Othman Masud wa chama cha ACT Wazalendo na Juma Ali Hatib wa chama cha ADA Tadea, akifanya kampeni yake kwa hoja ya maendeleo na miundo msingi bora. Mwinyi ambaye ni daktari amehudumu kama waziri na mbunge katika serikali kuu ya Tanzania. Kabla ya kuwania urais wa Zanzibar, alikuwa mbunge wa eneo la Mkuranga kutoka mwaka elfu mbili hadi mwaka elfu mbili na tano na baadaye eneo la Kwahani kutoka mwaka elfu mbili na tano hadi mwaka elfu mbili na ishirini alipochaguliwa rais wa Zanzibar. Mwenye alihudumu kama waziri katika nyadhifa mbalimbali mbali katika serikali ya Tanzania, zikiwemo wizara ya ulinzi, wizara ya afya na wizara ya maswala ya ndani. Wakati wa uviko 19 mwaka 2020 Mwinyi alionekana kupinga kanuni za rais John Pombe Magufuli za kukataa chanjo ya korona na pia kuweka vikwazo ambavyo serikali kuu ya Tanzania ilikuwa imevikataa. Matangazo haya yanaendelea baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Polisi katika mji wa Dar es Salaam nchini Tanzania umefyatua risasi na vitoa machozi ili kuwatawanya waandamanaji waliorejea barabarani kwa siku ya pili, ikiwa ni siku moja tu baada ya uchaguzi uliogubikwa na maandamano yenye vurugu. Kwa mujibu wa chombo cha habari cha Reuters, Maandamano hayo yameripotiwa kufanyika katika maeneo ya Mbagala, Gongo la Mboto na Kiluvya. Aidha, mtu mmoja anahofiwa kuaga dunia na wengine kadhaa kupata majeraha mabaya katika makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa polisi wa Tanzania kwenye mpaka wa Namanga unaounganisha Kenya na Tanzania. Operesheni za kawaida za forodha zilisitishwa na shughuli za kibiashara kuathirika katika mji huo unaotumika kusafirisha bidhaa baina ya nchi hizo mbili. Mwanahabari wetu Ahmed Bahaj alikuwa mpakani na kututumia taarifa ifuatayo. Makabiliano haya baina ya polisi na waandamanaji wanaopinga uchaguzi Tanzania yameendelea kutoka mwendo wa saa tatu asubuhi hadi saa kumi alasiri, huku maafisa polisi wa polisi wakishindwa na juhudi za kuwatawanya waandamanaji hawa nyuma yangu ni mpakani. Upande ule wa pili ni Tanzania na huku ni katika eneo la Kenya. Sasa fujo inazosikia zinazoendelea huko nyuma na moshi unaovuka ni vitoa machozi ama mabomu kutoa machozi ambayo yamelipuliwa na maafisa polisi katika eneo la Tanzania. Uchaguzi ilifanyika Tanzania, lakini sisi ndio tunapigwa tia gasi, na tunaona upande wetu maaskari wa upande wa Kenya waria kitu chochote ila sisi wa Kenya wanatufungia kazi zetu, wanaandamana wanakimbilia huku Kenya, tunapigwa matiangasi kama sisi. Leo kazi zote hapa na manga zimeweza si kufungwa kama vile mnaona. Mguu wangu maa nimepigwa hapa, rababu letu watu wangu. Alafu kwanza, mi si Mtanzania. Kitu wa kwanza, mi niko kwa ofisi yangu najasulia nafanya chenge hapo, nashangaa risasi imeingia hadi kwa ofisi, mbona Hili ni eneo la forodha baina ya Kenya na Tanzania, ambapo kwa siku za kawaida utaona kuna shughuli nyingi sana za ukaguzi wa magari pamoja na magari ya mizigo na hata wale abiria. Lakini leo shughuli zote zimesitishwa, na sababu ni vurugu linaloendelea la maandamano. Hapa tunafanya mambo ya kukilia mizigo kuingia Kenya na kwenda Tanzania. Kutoka asubuhi hakuna gari inayoingia wala kutoka, viwanda vimesimama di pande ya Kenya kwa sababu mizigo yote iko pande ya Tanzania. Mabomu yanatupwa huko upande wa Kenya. Mpaka sasa biashara zote zimesimama, hamna biashara inayoendelea. Vyakula tumepika tumeviweka ndani, tutamuuzia nani? Wakati si wenyewe tunategemea hawa vijana, ndio tunawategemea wale kwetu tupate hela na hawa waweze kula, tutaishije sasa? Natakiwa rais Samia aongee na watu wake, akae na vijana wake, hii vurugu ishe, maana mpakani sasa hapa imekuwa ni shida. Foleni hii ya malori haya inaendelea hadi katika eneo la mpaka. Malori haya ya uchukuzi wa bidhaa tofauti yamekwama hapa kwa zaidi ya saa kumi na mbili. Sasa hapa niliposimama kuna harufu ya uvundo inayotoka katika bidhaa hizi ama katika lori hili lililobeba bidhaa za parachichi. Parachichi hizi nyingi zimeanza kuharibika ikiwa wamekuwa hapa kwa zaidi ya saa kumi na mbili. Wamiliki wa uchukuzi huu wanakadiria hasara ya maelfu na maelfu ya pesa. Na kwa jinsi hali ilivyo hadi sasa haijulikani itaendelea hadi lini. Tuko hapa tangu juzi, kikubwa ni mambo ya network, hayako ya sawa ya Tanzania. Kuna stakabazi za mzigo nyingine hazijatoka, mambo ya pesa anakuwa ni changamoto kidogo. Kufikia hapa kwa, kwa sisi tulipo, mzigo unaendelea kuharibika, hata utakapopeleka kule, mwenye mzigo inakuwa ni shida kuchukua huu mzigo, kwa sababu utakuwa tena hauko kwenye hali aliokuwa anahitaji ufike. Aa, ni hasara kubwa bros, unaona, ni kama hivi sasa, imesha kuwa ni shida, utafanyaje sasa? Nikiripotia BBC, Ahmed Bahaj. Naam, ni taarifa ya awali iliyoandaliwa na mwanahabari wetu Ahmed Bahaj kutoka mji wa mpakani wa Namanga. Lakini hali ikoje kwa sasa? Tumlete tena Ahmed Bahaj akiwa bado yuko mpakani. Bahaj, kwa sasa hali ikoje katika mpaka huo? Kwa sasa hali ni shwari Roncliffe, na kumetulia tuli kama maji mtungini, kilichobakia ni mabaki haya ya tear gas pamoja na risasi za raba hizi. Lakini upande wangu wa kulia bado kuna mrundiko mkubwa sana wa malori ambapo pale awali nimekuwa nikwambia harufu imezidi mapakacha, maembe na magunia maparachichi yanaendelea kuoza. Alafu upande wangu wa kulia upande huu polisi wameshika doria katika eneo hili la Forodha kwa sababu niko mita chache tu kwa Forodha. Hakuna magari kama kwa kawaida usiku na mchana wa malori yale yanakaguliwa, lakini hakuna chochote ingawaje, eh, polisi wameshika doria ili kusiwe na vurugu lingine. Alafu nyuma yangu ndo kama kumekuwa chenye asubuhi viduka polepole vimeanza kufunguliwa vya biashara kwa sababu siku nzima leo imekuwa ni peleka ni kupeleke waandamanaji tear gas na polisi. Bahaji, sababu za watu hao kuandamana haswa hapo mpakani zilikuwa ni zia Naam, tulizungumza na baadhi yao kadhaa, wengine waliokataa kuonekana katika video ama kutia sauti zao, lakini tulizungumza nao kwa kando, kwa sababu baada ya kupigwa tia gas zile, wengine walivuka mpande huo wa, wa Kenya, na wanasema kwamba ni ule mfumo wa uchaguzi, hawautambui uchaguzi uliofanywa Tanzania, na walitoa ahadi kutoka mwanzoni kwamba mfumo ule wa ile tume ya uchaguzi haukuwa na uhalali ndani yake, kwa hivyo na kuzuiliwa kwa baadhi ya viongozi wa vyama vya upinzani. Hiyo ndio kauli yao mbiu, kama wale waandamanaji wa katika sehemu zingine za Tanzania wanasema hawatambui uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania. Abahaj katika mpaka huo kumekuwa na tamko lolote rasmi kutoka kwa wenye mamlaka Kenya au Tanzania kuhusu shughuli za kawaida, kwa sababu biashara za kawaida zimeathirika pakubwa. upande wa Tanzania, upande wa usimamizi wa forodha na maeneo wale wa maafisa husika hatukuweza kuwapata kwa sababu walikuwa hawapatikani kwa simu na hata katika njia zingine, kwa sababu mtandao bado umeathiri pakubwa katika eneo hili. Na afisa mkuu wa polisi katika eneo hili la Lamanga pia amekataa kuzungumza kwa leo, akisema tusubiri hadi kesho ndio atatoa taarifa rasmi ya kile kilichoendelea. Lakini tulipokuwa katikati ya shughuli ya makinda kindaki maandamano haya, tulimuona mtu mmoja alipigwa risasi na na alikuwa mita chache kutoka kwetu na mwingine tuti enda kumtembelea katika hospitali ya Namanga Health Center, ambaye alikuwa amepigwa risasi ya shingo ikatoka hadi mdomoni na kumngoa meno yote, alikuwa yuko katika hali mbaya. Hiyo ndio hali iliyopo, lakini vyombo vya idara husika vyote havijatoa tamko lao hadi wa sasa. Roni, tunavyozungumza na bahati, kwa sasa ni usiku na unasema kidogo kumetulia, lakini katika nusanusa nusa zako, je, waandamanaji wametulia au huenda hali ikaendelea kama hii kesho? Roni, watu wamechoka kwa leo kwa sababu hapa walianza asubuhi saa mbili, hawakupumzika wala kupata lepe lolote wala kula wala kunywa maji hadi saa kumi na mbili kuelekea saa moja. Kwa sasa polisi pia walichoka, wakaondoka na waandamana wakaondoka, lakini watu wako katika njia panda na haijulikani kesho asubuhi hali itakuwaje, watarudi tena? Kwa sababu wanasema bado hatutambui matokeo ya uchaguzi, na inapoendelea kutangazwa matokeo yake, basi ya ghadhabu zinatufika hasa. Hatujui, tuko katika njia panda kama wengine kwamba kesho shughuli zinaendelea katika hali yake ya kawaida hapa katika eneo la mpaka, shughuli nyingi za kibiashara ama watarudi tena barabarani na ikawa hali kama hii ya leo, hatujui. Tumebakia na maswali tu bila majibu. Shukrani sana, Ahmed Bahaj, na endelea kuwa salama hapo ulipo wewe pamoja na mpiga picha wako An Okumu. Asante sana. Sasa kuendelea kushuhudiwa kwa maandamano katika baadhi ya maeneo nchini Tanzania kuna maanisha nini? Huyo hapa Leila Mohamed na maelezo zaidi. Kwa siku ya pili mfululizo, mitaa ya miji ya Dar es Salaam, Dodoma, Arusha na Mwanza imerindima kwa nguvu za vijana wanaoandamana wakipaza sauti na kudai mabadiliko. Ni jambo jipya kabisa kuwahi kufanyika Tanzania bara. Tanzania ambayo imekuwa ikisiwa kuwa kisiwa cha amani ya Afrika Mashariki na Kati, taifa lililojulikana kwa utulivu wa kisiasa chini ya chama tawala CCM, sasa linashuhudia wimbi jipya la maandamano maandamano haya yanaongozwa na kizazi kipya yaani, Gen Z. Chanzo chake ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao vijana wengi wanasema umechafuliwa na madai ya dosari, vitisho na ukosefu wa uwazi. Mitandao ya kijamii ambayo kwa muda mrefu imekuwa jukwaa la maoni na mijadala hasi, sasa imenyamazishwa. Maandamano yamefanyika katika maeneo mengi na polisi wamekuwa wakitumia mabomu ya machozi na kuwakamata waandamanaji hao, huku hao yakiendelea. Huduma za intaneti zimezuiliwa kwa siku ya pili mfululizo. Mitandao ya kijamii kama WhatsApp, X, TikTok na Instagram imezimwa au inafanya kazi kwa kusuasua. Serikali haijasema chochote, lakini wakosoaji wanasema ni jaribio la kudhibiti taarifa na kuficha kinachoendelea matokeo ya uchaguzi bado yanaendelea kutangazwa, huku mashaka yakiongezeka kuhusu uwazi na uhalali wake, hususan baada ya wagombea wenye ushindani mkubwa Chadema kususia uchaguzi chini ya kibwagizo no reforms, no elections, na huku mgombea wa rais wa ACT wa Zelendo akienguliwa. Vyama vya upinzani vinataka tume ya uchaguzi iwekwe chini ya uchunguzi huru, wakidai mchakato mzima umeharibiwa na ushawishi wa CCM. Lakini hadi sasa serikali imesalia kimya. Hakuna tamko la uwazi kuhusu maandamano wala kuhusu shutuma hizo nzito za uchaguzi, na huu kimya ndio unaozua maswali zaidi. Je, yeah, serikali inasubiri presha ipungue, au inatafuta namna ya kujibu kisiasa? Kwa sasa Tanzania iko katika wakati wa kihistoria, wakati ambapo vijana wake kwa mara ya kwanza wameamua kusimama na kusema, sauti yetu haiwezi kufutwa tena. Matangazo haya yanaendelea baada ya muda usio mrefu. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Karibu tena. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya kiswahili ya BBC. Mimi ni roncliffe Odit. Jamii kima ya kimataifa imetoa hisia mseto kuhusiana na mchakato wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania, ambao matokeo yake yanatarajiwa wakati wowote kutoka sasa. Raia wa Uingereza wanaoishi nchini Tanzania wameshauriwa kuchukua tahadhari na kujilinda kufuatia ghasia na maandamano yanayoendelea kuripotiwa nchini humo. Ubalozi wa Uingereza umewashauri raia wake wafuate amri zinazotolewa na serikali ya Tanzania kipindi hiki. Ubalozi wa Marekani kwa upande wake na muungano wa Ulaya zimeelezea wasiwasi wao kuhusiana na maandamano yaliyoibuka katika maeneo mbalimbali na kuzimwa kwa huduma za intaneti na kusema zinawanyima raia wa Tanzania haki zao za kimsingi. Sasa swali ni, haya yote yanamaanisha nini kwa mstakabali wa taifa la Tanzania? Ili kupata majibu, awali mwandishi wa BBC Asha Juma alizungumza na mchambuzi Godwin Gonde. Tanzania inaingia katika historia kati ya nchi ambazo zimeshindwa kufanya uchaguzi katika hali ya amani, na badala yake maandamano na kuto kurudishwa kwa watu umekuwa moja ya njia ya kufikisha kile ambacho wananchi wanataka kukifikisha kwa serikali yao. Tanzania imefanikiwa kuonyesha ile picha, mataswira ya kwamba ni nchi ya umoja. Kuna uwezekano kiasi gani wa tukio hili kuathiri jinsi nchi zingine zinavyowachukulia? Ni kweli watanzania tumekuwa wamoja, kwa sababu tofauti zetu zimeku ni tofauti ambazo zinazungumzika na kamwe hatukukubali tofauti ziweze kutugawanya kama wananchi. Tumefikiaje hapa? Sasa hivi tumefikia kwa sababu eh, mfumo ambao tumeulea kwa kipindi kilichopita ni kwamba watawala wamekuwa na sauti juu ya wapiga kura. Sasa katika kulibadilisha hilo, ndio limepelekea watu kufanya hicho ambacho kimefanyika. Tumezoea kwamba katika siasa, eh, inahitajika kwamba mpiga kura aheshimiwe, lakini vilevile vile mwananchi awe na nguvu ya kuweza kumwajibisha yule ambaye anamchagua. Sasa katika mfumo ambao tumekuwa nao, ambapo viongozi wamekuwa wakitoa matamko makali, matamko magumu na kuonyesha kwamba labda huyu mpiga kura hana nguvu, hichi e, ndicho kimetufikisha hapa. Lakini naamini kwamba tunajifunza taratibu. Ni, ni, ni swala ambalo linahitaji hekima, linahitaji busara katika kujifunza na kubadilisha mfumo huo, ili hapo baadaye basi mpiga kura aweze kuheshimiwa na baadaye maendeleo ya kweli yaweze ya kupatikana. Gonde tume meshuhudia katika miaka masiku za hivi karibuni maandamano yakitokea, na sio tu maandamano, lakini yale ambayo yanafanywa na vijana wanaofahamika kama Gen Z hata katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Kuna uwezekano kiasi gani kwamba vijana wa Tanzania wameiga mfumo huu? Linaweza kuwa na mchango kwa namna moja au nyingine, lakini matatizo kati ya nchi na nchi yanatofautiana. Ya ukiangalia sura ya maandamano yaliyotokea hapa Tanzania si ya vijana peke yake, bali ni ya, ni, ni ya makundi mbalimbali mbali. kwa hiyo tunaita ni upepo wa mabadiliko ukipuliza basi yule ambaye anafikiwa naye anaweza kufikia mabadiliko hayo. Lakini ukiangalia kwa hali ambayo imetokea Tanzania u, u, kwanza hali ilikuwa ni njema, watu wakutarajia kwamba pangekuwa na maandamano, lakini baadaye ilivyobadilika, unaona ni kwamba ni maandamano ambayo wamegusa watu wa kata mbalimbali. Wengine wamekuwa wakifanya maandamano kutumia mitandao ya kijamii, lakini hapa Tanzania nimeona hali ni tofauti. Wale ambao e, wana mitandao ya wa kijamii na wale ambao hawana mitandao ya wa kijamii wametoka barabarani kutaka kuonyeshwa kuto kurudishwa kwao na hali ambayo imeendelea tutarajie kitu gani baada ya hapa, Gonde? Kujadili mustakabali wa nchi linahitaji mazungumzo ya pamoja kati ya serikali pamoja na wananchi. E, kikubwa cha kujifunza ni kuheshimu matakwa ya watu, kwa sababu watu ndio wana serikali, watu ndio wenye nchi, watu ndio wanaamua mustakabali wa maisha yao. Kwa hiyo tusiruhusu itikadi, tusiruhusu tofauti zikaweza kutugawanya. Mchambuzi Godwin Gonde akisema na Asha Juma nakaa kama tulivyotaja hapo awali, mahojiano yao inabidi yafanyike kwa simu, kwa sababu bado kuna changamoto za mitandao ambayo imefungwa nchini Tanzania. Sasa turudie taarifa yetu kuu ya hapo awali, tume ya uchaguzi e, katika visiwa vya Zanzibar imemtangaza Dr. Hassan Mwinyi kama mshindi wa uchaguzi wa urais. Dr. Hussein Mwinyi ametangazwa kama mshindi wa uchaguzi wa urais visiwani Zanzibar. Tangazo hilo limetolewa muda mfupi tu uliopita. Kwa kuzingatia mfumo wa uchaguzi unaotumika katika kumpata mshindi wa kiti cha rais wa Zanzibar, natamka na kumtangaza rasmi mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwamba amechaguliwa kihalali na wananchi wa Zanzibar. Naam, ni tangazo lililotolewa muda mfupi tu uliopita. Kufikia hapo, niseme shukrani sana kwa siku ya pili kwa wale wote waliofanikisha matangazo haya maalum ya uchaguzi Tanzania. Mimi naitwa Ron Cliff Odit na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mne